Haufikiri kuhusiana na values, haufikiri kuhusiana na kusikiliza watu. Hii itakuwa ni nchi namna gani? Tuna taifa ambalo limeziba masikio. Vyama vya siasa vingine vinapigwa bani, walezi wa vyama vya siasa wana vyama. Umesema majaji wanataka wasiwe na vyama. Tumeambiwa sheria zinasema majaji wasiwe na vyama. Hata kama katiba hii ni mbovu lakini mbona haifuatwi? Katiba hii mbovu mbona haifuatwi? Majaji wanapatikanaje? Majaji wanapatikanaje? In dispensing justice Kambole alishinda kwenye mahakama ya Afrika Mashariki na mahakama ya Afrika Mashariki ilitoa oda kwamba lazima vifungu vibadilishwe, ikiwemo ibara ya 41.7 ambayo inakataa watu kuchallenge maoni e, kuchallenge uchaguzi wa rais lakini vitu havifanyiki kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujifungia ndani. Mashirika mbalimbali kama Twaweza wametoa tuwa ripoti mbalimbali kwenye chaguzi mbalimbali 2020 Twaweza wamesemaje? Umoja wa Mataifa wamesemaje? vyombo vya kimataifa, waangalizi wamesemaje? Wanasema tume za uchaguzi Tanzania haziwezi ni kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Nchi ina shida ipo, nchi ipo kwenye giza. Sasa kama ipo nchi kwenye giza na watu wanasema lazima tuende hivyo hivyo, tunaendaje kama taifa tunaendaje? Tunaendaje kama taifa kama nchi ambayo haisikilizi maoni ya, ya watu. Taifa hilo litalia sana. Dr. Miles Munlo, mwandishi wa vitabu mahususi duniani, alisema Jeshi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kulishinda jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of a lion led by a sheep. Sasa kama tuna uongozi ambao haufikirii, uongozi ambao haujaji, haufikirii maoni ya watu. Vyuo vikuu ambako tunategemea wanafunzi wangezalisha wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa. Huko nao kumekuwa ni shida. Vyuo vikuu ni changamoto. Kuna vyuo mbalimbali viko Mwanza hapa siwezi kuvitaja lakini vina shida. Spika wa bunge wa chuo anakuwa katibu wa chama. Spika wa bunge anakuwa katibu wa chama. Sheria za uchaguzi, sheria za viongozi zinasemaje? Zinakataa viongozi wa vyama kuwa kwenye sehemu ya uchaguzi. Viongozi wa vyama wanakuwa viongozi wa wa wa, wa, wa, wa, uchaguzi. Huwezi kuwa rais wa chuo. Tusidanganyane, huwezi kuwa rais wa chuo mpaka uwe na chama fulani. Sasa tutakuwaje na nchi ya namna hiyo? Taifa la mtindo huu hatuwezi kumove. Makanisa yanafungwa ovyo ovyo. Angalia makanisa yanafungwa ovyo ovyo kwa sababu za public interest. What is public interest? Kwa sababu ya eti mtu anasema kwamba kwa sababu ya maslahi ya umma, kwa tutafunga kwa sababu ya maslahi ya umma benefit public. What is public interest? Hii public interest ambayo haiwezi kudefineiwa, maana yake ni nini? Ardhi zinamilikiwa na public in, public, kwa hiyo wanaweza wakaichukua wakati wote for public interest. What is public interest? Rais anaweza kutengua viongozi watume, anaweza kutengua majaji for public interest. What is public interest? Public interest ni nini? Kitu ambacho kijakufahamika. Watu tusiposikiliza maoni ya watu. Watu wanataka reforms. 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Maji yakikosa mkondo, maji yakikosa mkondo yatapasua mkondo. Maji yakikosa ya sehemu ya kuelekea yatapasua mkondo. Tusiruhusu taifa lipasue mkondo wa kuyapeleka maji hayo. Turuhusu taifa liongozwe kwa mifumo ya sheria. Turuhusu taifa liongozwe kwa utashi wa watu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Walumi inasema hivi, ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha. Ibara ya 18 inasema freedom of expressing opinion and ideas. Watu wanazungumza opinion and ideas, vitabu vya dini vinazungumza, Qurani zinazungumza, Biblia zinazungumza, sheria zinazungumza. Tusikilize watu. Usiposikiliza watu, tutalia kilio cha kusaga meno. Mimi sitaki kuwa sehemu ya hicho kilio, ninaipenda nchi yangu, sitamani kuwa siemehicho kilio. Asanteni sana Watanzania, na tunawashukuru sana kwa kutusikiliza. Mungu abariki sana. May God bless you.